Ni dhahiri kuwa wakulima na wazalishaji wadogo huchangia katika uzalishaji wa mazao ya chakula nchini na kutoa mali ghafi kwa viwanda. Pamoja na mchango huo mkubwa, mojawapo ya changamoto zinazowakabili ni upungufu wa ujuzi wa mnyororo wa thamani wa mazao yanayozalishwa pamoja na upatikanaji wa masoko na bidhaa zitokanazo na mazao hayo. Alikwa na washiriki wa mafunzo kwa mwaka huu 2025/26 Mafunzo haya yanatolewa katika mikoa minne: Dodoma, Singida, Iringa na Mbeya, ambapo yamejikita zaidi katika mafunzo ya vitendo ili kuwawezesha washiriki kuona moja kwa moja kinachofundishwa na kuelekezwa, hivyo kuweza kufanya mazoezi wenyewe. Katika mafunzo hayo mazao yatakayohusika katika mafunzo ni zabibu kama tulivyosema kwa mkoa wa Dodoma, alizeti kwa mkoa wa Singida, nyanya na mchicha lishe kwa mkoa wa Iringa, maharage parachichi pamoja na matumizi ya mashine na mitambo ya kilimo kwa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kila mkoa wameangalia zao gani ambalo linashamiri vizuri zaidi. Hivyo napenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuongeza ujuzi ili kupanua wigo wa kufikia wakulima na wazalishaji wadogo wengi zaidi katika sekta ya kilimo. Shukuru ofisi yako, ofisi ya waziri mkuu kwa namna mlivyoweza kutuamini taasisi yenu ya TARI ili tuje kutoa mafunzo uh, kuendelea kuungana na ofisi ya waziri mkuu katika programu yake ya kuongeza ujuzi kwa watendakazi. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Uh, kwa ajili hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyokwisha sikia kwenye baadhi ya mawasilisho, hatuwezi tukarudia tena kusema umuhimu wa kilimo. Tunakujua kwamba kilimo kwanza katika chakula tumeona, lakini pia katika ajira tumesema, nusu ya ajira zinatoka katika kilimo. Lakini ukitaka kuzifungamanisha na ajira zisizo moja kwa moja nadhani eneo ni, ni kubwa zaidi, na hii inaonyesha ni kwa nini tunatakiwa kuweka msisitizo mkubwa a, katika kilimo na ndio maana tunaishukuru sana serikali ya awamu ya, ya sita ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imetupa mwongozo mzuri na kuongeza nguvu katika uwekezaji wa kilimo, ambapo pamoja na maeneo mengine utekelezaji uh, wa ajenda 10/30 programu ya BBT, programu zingine, lakini kwa namna ya pekee namna ambavyo uh, imewekezwa katika utafiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kujulisha kwamba katika hii miaka ya karibuni uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika utafiti, na ndio maana hata tunaweza kuwa na wataalamu wetu wanaoweza kuja kutoa kutoa uh, mafunzo hapa. Tumeweza kupata uwekezaji mkubwa katika utafiti hasa kwa uh, capacity building ya watafiti wenyewe, masomo, kozi ndefu na kozi fupi, lakini pia katika miundombinu ya maabara lakini pia katika miundombinu ya umwagiliaji, kwa sababu moja kati ya jukumu letu kama nitakavyosema ni kuzalisha mbegu, lakini pia tulikuwa tukipata changamoto ya ukame. Kwa hiyo tumepata miundombinu ya umwagiliaji katika vituo vyetu ili kuwa na uhakika wa mbegu bora kwa, wa, kwa, kwa, kwa, kwa wakulima wetu Mzo, ikamilifu, kuna vitu tumejifunza, niseme ni ombi ya msingi sana. Mimi sikujua wapi ni kwamba naweza kukaa mwaka ndio ikawa bora. Mimi nilikuwa najua wapi ni kwanza unaweza kutengeneza leo kesho ukainywa. Lakini kupitia mafunzo tuliyapokea jana, wapi ni ile bora. Lazima iwe kama miezi nane hadi mwaka. Lakini sasa, kulingana na mitaji ya wasindikaji wetu, ndio maana wapi najua kwa miezi miwili mwezi mmoja, ndio maana wao wanaona imetapakaa sana, kwa sababu lengo nini hawana mitaji. Wasinzika. Kama ilifika stage serikali ikawatambua kwamba wakopeshe kwa muda mrefu, yani ukopeshaji wa muda mrefu, sababu wanachukua za watu kwenye ma kwenye mashamba. Lakini tukisema kwamba wakae hadi mwaka ndio uze waini, watawalipaje wale wakulima? Kwa hiyo tutoe ombi kwa serikali iwaangalie wakulima na wasindikaji kwamba wapewe mikopo ya muda mrefu iweze kuwasaidia na hakika waini yetu ya Dodoma iwe bora na ingie kwenye soko la dunia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa pumzi ya uhai na afya njema, kibinadamu haikuwa rahisi. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuishukuru serikali yetu kwa kutuona wakulima kwa kutuongezea ujuzi. Ujuzi tuliopata tutautendea haki kwa kufuata maelekezo ya watafiti wetu. Pili, tunaishukuru ofisi ya waziri mkuu pamoja na TARI. Tulivyokuja sivyo tunavyorudi, kumbe kilimo ni ajira. Na ombi, tungependa kuomba hii elimu iwe endelevu, isiishie hapa, kwani tuliyojifunza tunapaswa kwenda pia kuwafundisha wenzetu. Asanteni.